Ria Masudi Serikali ina mpango wa kuongeza wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali ili kuwainua wafugaji na wakulima na kuondokana na hali ngumu ya umasikini. Taarifa iliyoandaliwa na Salama Muhammad kutoka Wizara ya Kilimo, Mali Asili, Mifugo na Uvuvi inasomwa hapa studio na Shahaji. <todio> Hayo yameelezwa na waziri wa kilimo, maliasili, mifugo na uvuvi, mheshimiwa Hamad Rashid wakati alipofanya ziara na wawekezaji wanaotaka kuwekeza sekta ya kilimo na mifugo kutoka nchini Brazil. Amesema kuwa mifugo ni lazima ikidhi haja kwa mahitaji ya wananchi hasa ya maziwa, mbuzi, ng'ombe pamoja na kondoo. Hivyo ni vyema taasisi ikawajibika kutoa taaluma iliyo bora kwa wafugaji ili kuweza kuimarisha sekta ya mifugo nchini, tuwe na mifugo ambayo inaweza kukidhi mahitaji yetu hasa ya maziwa na pili ya nyama kwa maana ya mbuzi na kondoo. Na hatimaye kidogo nonge lakini zaidi hizo sekta mbili pili. Taasisi zetu zinatoa taaluma kwa wakulima ziwe na wanyama walio bora, na kwa mtu kumfundisha kwenye mnyama ambaye sio bora, na elimu yake nayo haitokuwa bora. Naye mwekezaji ndugu Claudio Boino amefahamisha kuwa ameridhishwa na hali ya hewa ya Zanzibar, hivyo wapo tayari kuwekeza aina ya wanyama kama kondoo, ng'ombe na mbuzi sambamba na kuimarisha miundombinu iliyokuwepo katika eneo hilo. With the, uh, the development issues. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Waziri pamoja na wawekezaji hao alipata fursa ya kutembelea mashamba mifugo ya mifugo yaliyokuwepo Pangeni Anyegwa mchana na Kizimbani. Mimi ni ashahaji wa ZBC.